Dalili za ukosefu wa nguvu za kiume. Ukosefu au upungufu wa nguvu za kiume ni tatizo kubwa sana ambalo endapo halitatafutiwa ufumbuzi na muhusika linaweza kuyaathiri maisha yake kwa kiasi kikubwa sana. Kwa utafiti uliofanyika hivi karibuni, mwanaume mmoja kati ya wanaume watatu wana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Mara nyingi sana upungufu wa nguvu za kiume husababisha na mambo mengi, lakini kubwa zaidi huwa ni ukosefu wa virutubisho muhimu mwilini. Ni jambo linaloweza kufanyiwa tiba endapo mtu atahwai, na linaweza likapona kabisa na likaondoka. Mara nyingi dalili kuu zinazoweza kuashiria kwa mtu ana ukosefu wa nguvu, ana ukosefu au ana upungufu wa nguvu za kiume, ni moja kutokuwa na uwezo wa kusimamisha uume wake barabara bara. Hapa naongelea kuwa kawaida, mwanaume anaposimamisha ume wake huwa unatakiwa usimame kama msumari, lakini kuna mwingine wakati ume wake umesimama unakuwa bado ni legelege, bado ni dhaifu. Hii ni dalili kuwa tayari mtu huyu ana ukosefu au ana upungufu. Zingatia hapo, ana ukosefu au ana upungufu wa nguvu za kiume. Sababu ya pili ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Hii mara nyingi inatokea kwa wanandoa au hata mtu yoyote ambaye anataka kushiriki tendo la ndoa, anaweza akawa tayari yuko na mwenza wake sehemu faragha lakini ile hamu ya kufanya lile tendo la ndoa anakuwa hana. Hii pia ni sababu nyingine inayoashiria, au hii ni dalili nyingine inayoashiria kuwa mtu huyu ana ukosefu wa nguvu za kiume. Jambo lingine linaloweza, sababu nyingine au dalili nyingine ni mtu kuwa na uwe, kuto kuwa na uwezo wa kupiga kurudia tendo la ndoa kwa vijana tumezoea kusema bao, yani mtu anaweza kapiga goli moja tu, basi hawezi tena kurudia la pili la tatu hivyo. Hii mara nyingi huwa inatokana na kwamba akishafika ile ya kwanza, damu kusukuma kurudi tena kwenye mfumo wa, wa mishipa ambayo iko kwenye uume ili iweze kumsababisha yeye asimamishe uume tena inakuwa haiwezekani. Tatizo hili linatokea sana watu ambao wanakuwa na msongo wa mawazo au wana kisukari. Dalili hii huwa kubwa sana kwa mtu, anakuwa anaweza kufika, lakini anafika mara moja, lakini hana uwezo wa kurudia tena kwa mara nyingine. Dalili nyingine ya nne ni mtu kuwahi kufika kileleni. Kwa kawaida tunategemea kuwa mtu anaweza akahimili tendo la ndoa kati ya dakika tano hadi kumi na tatu, mtu wa kawaida lakini kuna mwingine anaweza akafika kileleni hata chini ya dakika moja, yani pandi kipindi tu anaingia au anamwingilia mwanamke hapo hapo tayari anakuwa ameshafika kileleni, na anakuwa hana uwezo tena wa kurudia tendo hili. Hii pia ni dalili kwa kuwahi kufika kileleni kwa mwanaume, ni dalili ya upungufu au ukosefu wa nguvu za kiume. Sifa nyingine au dalili nyingine ya tano ni sasa mtu anakuwa amefikia ile chronic stage, kwa hata uwezo wa kusimamisha kabisa hawezi, ile uume kusimama tu haiwezekani. Mtu anakuwa sasa ameshafikia hali ya usenge wanaita wengine, kwa hawezi kabisa kushiriki tendo la ndoa kwa sababu uume wake hausimami. Hii ni, ni dalili nyingine ya tano ya mwanaume mwenye ukosefu au mwenye upungufu wa nguvu za kiume. Dalili nyingine ni kwamba sasa uume ule unaweza ukasinyaa na ukarudi ndani kabisa. Unakuta watu wengine wamezoea kusema mtu ana kibamia, yani kiume kinakuwa kidogo kidogo kidogo kidogo kuliko hata cha mtoto mida mingine, kwa sababu hali ya ya uwezo ya wa ile mishipa inakuwa imekwisha kazi kabisa. Kwa hiyo ukiona mwanaume na dalili hiyo, mume wake umesinyaa sana, unarudi ndani hiyo pia huwa ni dalili ya ukosefu au upungufu wa nguvu za kiume. Kuna mambo mengi ambayo yanapelekea mtu kupata hili tatizo la ukosefu au upungufu wa nguvu za kiume. Hapa nitataja baadhi tu ya mambo ambayo yanapelekea mtu kupata tatizo hili. Sababu kubwa ya kwanza huwa inakuwa ni upigaji punyeto wa muda mrefu limekuwa tatizo sana kwa wanaume wengi. Watu wengi wamekuwa wakiangalia pornografia, uh, picha za utupu au, au video zile za utupu, na baada ya hapo wanakuwa wanafanya uh, wanafanya punyeto. Sasa hili tatizo linakuwa lina madhara mengi, nilishawahi kueleza hapo awali kwa wanaume wenye wana, wenye mazoea ya kufanya punyeto, ina madhara mengi sana. Madhara mengine ni haya kwa mtu sasa, unakuwa huna uwezo, huna nguvu za kiume, nguvu za kiume zinapungua. Jambo lingine ambalo huwa linapelekea upungufu au ukosefu wa nguvu za kiume ni msongo wa mawazo. Mtu anakuwa na stress all the time, maisha ya maelewi, kila kitu kigumu. sasa akili yako inavyokuwa imejazwa na, na, na, na, na mawazo mengi, basi moja kwa moja hata ule mfumo ambao una control hisia zako kwenye swala la mapenzi linakuwa halipo. Na sasa unavyokuwa huna ule, ule, ule, ule, ule zile hisia za mapenzi, automatic hata nguvu zako katika lile swala unakuwa hauna kabisa. Kitu kingine au, sababu ya tatu ambayo inapelekea kupata tatizo hili la la da, za upungufu wa nguvu za kiume ni ugonjwa wa kisukari au shinikizo la damu kuna, kuna haya magonjwa mawili either kisukari au pressure. Wengine tumezoea shinikizo la damu tunasema pressure. Watu wenye matatizo haya huwa pia wana, wanapata tatizo hili. Watu wengine ambao wanasababisha wana, wana, wana wanapata wana shida hii ni waliopata magonjwa ya kupooza mwili, mtu anakuta mwili wake umepooza, hii pia inasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kitu kingine ni magonjwa ya ngiri, kama mtu umewahi kuugua ugonjwa wa ngiri, hii pia ni sababu ya kupata wewe upungufu wa nguvu za kiume. Kitu kingine kuna mtu anaweza kaugua ile chango la kiume. Tushazoea chango nyingi mkoa wanawake chango la uzazi, chango la... lakini pia na mwanaume anaweza kaugua chango. Endapo utaugua chango na lisipotibiwa vizuri, linaweza likasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kitu kingine kinachosababisha upungufu za nguvu za kiume ni ulevi uliokithiri. Kuna watu wanakunywa pombe, jamani, wanakunywa pombe wanapitiliza sasa unapokunywa pombe unapitiliza, unaenda kuharibu ule mfumo wako wa wa, wa uzazi. Sasa unavyoharibu ule mfumo, hata uwezo wako wa kushiriki tendo la ndoa unapungua, na mambo mengine kadha wa kadha. Nitakuja kueleza kueleza ni kwa kiasi gani ulevi unaathiri ndoa. Na kitu kingine ni mtu unakuwa na wasiwasi wasi. <laughs> Unaweza unaweza unaweza unaweza unaweza, ukacheka lakini ni kitu cha kawaida kwa sometime, mtu mwingine anapata upungufu wa nguvu zake. Si kwamba hana anazo, lakini tu ule wasiwasi hivi, kwa mimi naweza nika nikahimili nikahimili, kikitu inaweza ikapelekea tayari we kupata hilo tatizo, wasiwasi wa kuhimili tendo la ndoa, au tunaweza kasema ni uoga wa kufanya tendo la ndoa, inaweza kasababisha, unaweza ukawa na mtu hapo unamwogopa kuwa tu na ule uoga tayari ni tatizo ambalo linaweza ikapelekea wewe kupata huu ugonjwa wa upungufu wa nguvu za kiume. Kitu kingine ni ulaji mbovu wa vyakula, hasa vyakula venye mafuta mengi au mafuta yaliyozidi. <laughs> Wanaume sahizi tumekuwa ndo tunaongoza kwa kula chipsi na vitu luxury. Sasa kula hivi vitu vinakuwa vina madhara kwenye mfumo wetu wa uzazi Inasababisha mwanaume anashindwa kupata ile, ile ile ulijali wake unapungua kutokana na, na, na mambo kama hayo. Kitu kingine ambacho kinasababisha ni mazingira yasiyoridhisha wakati wa tendo la ndoa, mathalani ni mtu umefanya porini au kwenye njia ambao unategemea watu watapita, <laughs> lazima ili tatizo litakukuta. Kitu kingine ni matumizi ya madawa makali. Kuna watu wanatumia madawa makali wakati wa wa, wa, wa, wa, wa, wa tendo la ndoa, labda kuna hizi madawa ya Viagra ya kuongeza nguvu, sijui nini, yako madawa mengi. Hayo yanasababisha kwa kiasi kikubwa kupunguza nguvu za kiume, kwa sababu utakavyokuwa umeathiri ni kama zile ni kama stimulator utakavyokuwa unatumia una zile zitakutaka, hu unatumia kila siku, usipotumia hauwezi kwenda kwao, inatakiwa unatumia hii, pia inasababisha ina. Kitu kingine ni kupungua kwa kwa homoni fulani inaitwa testosterone. Hii homoni yenyewe ni kazi yake ni kuchochea mwili kwa ajili ya, ya, ya, ya tendo la ndoa. Sasa unavyokuwa homoni imepungua, moja kwa moja nguvu za kiume zako hazitakuepo pale. Kitu kingine ambacho kinasababisha ni kupungua kwa madini ya protini mwilini sawa. So, yapo mambo mengi, yapo mambo mengi ambayo ambayo yanasababisha yanasababisha upungufu wa nguvu za kiume, lakini hayo niliokutajia hapo ndo mambo sing, ya msingi au makubwa ambayo yanasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Unaweza ukapata mda wako pia kachukua kitabu changu, nina kitabu pia naweza nikakupa ukakisoma, na kiuza shilingi elfu tatu tu. Hiki kitabu kinaweza kikakusaidia, kikakutoa hapa kikakupeleka sehemu nyingine. Lakini kwa haraka haraka, ngoja sasa nikupe madhara ambayo yanaweza kapelekea yanapelekewa na, yanaweza kusababisha yakasababishwa na upungufu wa nguvu za kiume. Tatizo la kwanza ni kuvunjika kwa mahusiano, kwa sababu walio tulio wengi tunaanzisha mahusiano kwa ajili ya ya yeah, ya yeah, ya yeah, kushirikiana kuhusiana kimwili lakini sasa unakuta mtu hana uwezo wa kufika pale, inakuwaje? Lazima mahusiano yatavunjika. Kama ni mwenye ndoa basi hata ndoa inaweza ikavunjika. Kitu kingine ni, ni, ni kujiua. Tumeshapata kesi nyingi sana za wanaume wakijiua kutokana na msongo wa mawazo anavyokuwa na lile tatizo ah, what should I do Anaona jibu ni kufikia maamuzi ya, ku, ya kujiondoa uhai wake. Ingawa sasa hiyo haitatui tatizo, ila inaongeza tatizo. Lakini kitu kingine kinachokuwa kinacho, kinacho, ni athari ni ni ni, ni kuongezeka, sawa, ni kuongezeka ile ile possibility ya watu kupata maambukizi ya, ya, ya, ya magonjwa ya zinaa na, na virusi vya UKIMWI, hasa kwa wanandoa. Mathalani mwanandoa baba, uwezo wako ni mdogo, unaokuwa uwezo ni mdogo, maana yake unaweza ukawa ni una kama una motivate mama kwenda nje kushiriki tendo na watu wengine nje. Tatizo hili lina, lina, lina, lina, linaweza kusababisha sasa mama huko ataka kwenda kupata magonjwa magonjwa ya, ya, ya ngono pamoja na UKIMWI huko. Vilevile vile tatizo lingine ambalo linapelekewa au linasababishwa na tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume ni ulevi uliopitiliza. Yaani sasa sometime mtu anaona ah, nifanyaje? Ah, kila anachokifanya kinashindikana, kila anachokifanya kinashindikana, anaamua sasa kuwa mlevi aliopitiliza ili walau tu kupunguza ule msongo wa mawazo. Nimekueleza kwa haraka haraka jinsi jinsi jinsi tatizo la upungufu wa nguvu za kiume lilivyo ukubwa wake, jinsi linavyo dalili zake, linavyosababishwa na matokeo yanaweza yakatokea kwa kwa kuwa na tatizo kama hili. Ikiwa unahitaji unahitaji msaada au unahisi una tatizo hili, unahitaji msaada unaweza kunipigia simu. Mimi napatikana muda wote, nambangu ya simu ni sifuri sita saba sita mbili tisini na nane mbili sabini. Nitairudia, sifuri sita saba sita mbili tisini na nane mbili sabini. Nitakupa msaada zaidi na pia nitakupa dawa kama utahitaji, na dawa ambazo zinatibu hili tatizo. Naamini kabisa utaenda kufurahia sasa maisha yako ya ndoa au maisha yako ya mahusiano. Lakini vile vile, na kitabu ambacho nakiuza kama kama kwa watu ambao wako Dar es Salaam hapa, na kitabu ambacho nimeeleza kila kitu na jinsi gani unatakiwa ufanye hata kama una tatizo kubwa kiasi gani ikiwa utafuata mbinu ambazo nimezifundisha kwenye kitabu hicho, naamini kabisa hili tatizo linaenda kuondoka katika maisha yako. Kwa hiyo unaweza kunitafuta kwa namba ya simu ambayo nimeitaja hapo mwanzo, na kila kitu naamini kitakwenda sawa kabisa. Lakini vilevile vile vile nikukumbushe kuwa nimekuwa nikiweka masomo mbalimbali hapa. Kwa hiyo kama wewe ni mfuatiliaji na unapenda kuendelea kupata masomo mbalimbali mbali ambayo mimi nayafundisha hapa, basi usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote muhimu ambazo nakuwa naziweka hapa kwenye hii channel ya Top 10 TV. Naamini kabisa utafurahia huduma yangu na, na utakuwa wa kwanza kuhabarika kwa yote ambayo nitakuwa nayafanya hapa. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu na nakupenda pia.